Hapana amani katika uzinzi unaofanya, hapana amani katika mauaji unayoyafanya ili cheo chako kiongezeke, hapana amani katika cheo ambacho kitakufanya umwage damu za watu wengi wasio na hatia, hapana amani kwa kuwanyamazisha watu wengi wasio na hatia. Utaua uo wote, lakini hata wewe hautakuwa na amani. Utakuwa unaishi utakuwa unatembea ni kama uko hai, lakini utakuwa unaonesha huko waliokufa utakuwa unatembea angali moyo wako umekufa. Hautakuwa na amani na hautakuja kupata amani mpaka unakufa. Utakuwa unajua, like kuna watu unaweza ukawa unajipongeza, unasema nimemkomesha nimemwondoa kifo kibaya, nimemwondoa kifo cha kuwatisha watu wengine. Nataka nikwambie na wewe mwenyewe hautakuwa na kile kile. Kifo ulichomwondoa yule mtu kitakuwa kinajirudia kichwani mwako, kinajirudia, kinajirudia, mpaka utakuwa unahisi kuchanganyikiwa. Utajikuta unatumia madawa ya kulevya, utajikuta unavuta bangi, utajikuta unafanya matuki. n tuko kwa Watanzania, hauwatishi tu wana wanadamu wana wana. wana. hauwatishi tu watu wengine ambao unasema labda nawatisha, utajikuta unajitisha mpaka wewe mwenyewe, mpaka kivuli chako utakuwa na kiogopa wewe mwenyewe. Katika Biblia ya kitabu cha Isaya ile sura ya 48 na ule mstari wa mwisho 22, Biblia inasema hapana amani, Sleepless kwa wabaya, asema Bwana, ana amani kwa wabaya Yeyote unayefanya mabaya, unaefanyia wengine mbaya, unahangaika kuwaua watu kwa kutegemea upate cheo ambacho ndo kitakupa amani, kwa kutegemea upate fedha ambazo ndo zitakupa amani, ukiwaondoa wengine, ukijua hawa ndo wanaoninyima amani ndo utapata. Katika yote hayo mabaya, roho yako mbaya ulionayo, unayoyafanya yote hayo, hakuna hata jambo moja litakaloweza kukupatia amani. Ukitaka amani ya kweli, wewe umuaji acha uaji. Ukitaka amani ya kweli, wewe mzinzi, acha mzinzi. Ukitaka amani ya kweli, wewe mfilaji, acha ufilaji. Ukitaka amani ya kweli, wewe uliyesho hautaweza kupata amani wakati kuna wanawake wanalia umewaondolea wapendwa wao, hautaweza kupata amani, hautaweza kupata amani wakati umeua mtu, wakati unaua watu, unawaondoa watu, unawaseka watu Matendo sura ya tatu na ule mstari wa kumi na tisa Biblia inasema hivi: na tubuni basi mleje, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kitakacho kufanya uwe na amani, kitakacho kufanya uwe na furaha, tubuni. Biblia nasema tubuni basi, mleje, zije nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Kristo katika maisha yako, ambayo yeye ataweza kufuta huo

Kuna mwanamke umeteka mtoto wake na kuua maisha yako, utabaki kuwa na maere, utabaki kuchanganyikiwa katika akili yako, utakuwa unatafuta amani kwa zile pesa ambazo ulikuwa unajua kwamba nikizipata hizi nikizi pesa nikizipata, hiki kiwango cha pesa, ili dau nililopewa, ili niweze kumfanikishia huyo mambo yake, pesa aliyosema atanilipa ni kubwa mno. Nikifanikisha tu hili jambo, hii pesa atakayonipa itanifanya niende nje ya nchi, niache na kazi, niendelee na maisha yangu na wanangu, nakwambia hivi, utakapokamilisha tu hilo jambo baya, utapewa hizo pesa, lakini hautakuwa na amani, kiasi kwamba hata hizo pesa utajikuta unatafuta sasa, unazitumia kwa kutafuta faraja, unazitumia kwa kuzidi, ili uweze kuwa na amani, unazitumia kwa kuchukua wanawake, utaenda kuchukua wanawake ili upate amani kupitia zile zile pesa, utaenda kuomba wanawake ukijua kwamba utakuwa na amani, waweze kuwa wengi wakuzunguke, ili uweze kuzini na wenye makalio makubwa, wenye makalio madogo, yani wa staili zote, ili uweze kuwa na amani. Utakuta amani hamna. Utasema hapana, hebu ngoja nijaribu kwenye ushoga huku, na mimi niwe basha. Sasa nianze kununua mashoga, nione labda wanao wana kuwa, nafanya hivyo, wanakuwa na amani. Utafanya hivyo, lakini utakuta ndivyo amani ya moyo wako inaendelea kupotea. Utasema hapana, labda kuna cheo nakihitaji, ngoja nitafute cheo hiki, hebu ngoja niweze kupiga tukio lingine nipate cheo hiki. Ndakwenda, huwezi kuwa na amani. Huwezi kuwa na amani. Amani ya mwanadamu iko katika kumfanya mwingine awe na amani. Ukitaka kuwa na amani, mfanye mwanadamu mwenzio awe na amani. Ukitaka uwe na raha, mfanye mwanadamu mwingine awe na raha kama wewe. Ukitaka kuwa na furaha, mfanye mwanadamu mwingine awe na furaha kama wewe, na wewe ndipo utakuwa na furaha. Ukitaka kuwa na wagopa Kwa nini? Zile damu zitakuwa zinakulilia, wale watu uliowaua utakuwa unawaona. Utawaona kwenye ndoto, utawaona mchana ukiamka, ukiwa unatembea utakuwa unaona ni kama wanakufuata nyuma. Utawaona usiku, utawaona kwenye giza, utawaona kwenye mwanga. Umehusika kufanya mabaya kwa watu, umehusika kuondoa damu zisizo na hatia. Hapana amani kwa wabaya, asema Bwana wa majeshi. Sio wabaya wa sura, bali wabaya wa tabia, wabaya wa matendo, wabaya wa maisha, wabaya wale wanaoishi kioneni, wabaya wa tabia, wenye roho mbaya. Je, hapana amani kwa wabaya wa sura? Je, hapana amani kwa wabaya wa uongo? Biblia inasema hapana, hapana amani kwa wabaya, hakuna amani kwa mtu mbaya. Hakuna amani kwa mtu anayefanya mabaya. Hakuna amani. Hakuna amani kwa mtu ambaye anawakosesha wengine amani. Hakuna amani kwa mtu ambaye anatenda ubaya ambao unaondoa amani ndani ya mioyo ya watu wengine. Hakuna amani kwa mtu ambaye anakuwa anaumiza mioyo ya watu wengine. Hakuna mtu ambaye anaweza akapata amani kwa katika moyo wake kwa kumuumiza mtu mwingine. Hakuna, hakuna. Haisemi kwamba hapana amani kwa mtu cheo. Hapana amani kwa mtu asiyesoma. Bibilia haisemi hivyo kwamba kwa, hapana amani kwa mtu ambaye hajasoma, hapana amani kwa mtu ambaye hana pesa nyingi, hapana amani kwa mtu ambaye hana mali nyingi, hapana amani kwa mtu ambaye hana cheo kikubwa. Bibilia haisemi hivyo, inasema hivi: hapana amani kwa wabaya. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi wewe una pesa kiasi gani na pesa zako hizo unatumia kumuumiza mtu Haijalishi unajia ugandi kiasi kwamba unajiona una uwezo wa kumwondoa yoyote, wa kumfanya lolote yoyote unayotaka wewe, haijalishi unajiona uko hivyo, lakini Biblia anasema hapana amani kwa wabaya. Hakuna amani kwa mtu mwenye roho mbaya, hakuna amani kwa muuaji, hapana amani kwa wazinzi, hapana amani kwa watekaji, hapana amani kwa wafilaji, hapana amani kwa wanawiti, hapana amani kwa yeyote yule ambayo unafanya kitu kibaya. Kwa nini naongea hivyo? Wanafanya vitu vingi vibaya kwa lengo, wakijua kwamba nikifanya hiki, nikipata hiki, nitakuwa na amani. Nikimwondoa huyu, nikapata hiki cheo, nitakuwa na amani. Nikimfanyia huyu ubaya, kuna kiasi cha pesa nitakipata, nikikipata hicho kiasi cha pesa, nitaenda kuishi maisha ya amani. Yaani vyote vinavyofanya, wanadamu tunakuwa tunatafuta amani. Kuna watu walikuwa wanajua hawana amani kwa sababu hawana pesa nyingi kuna watu wanakuwa wanajua hana amani ni kwa sababu wanataka kushuka cheo. Kuna watu wanakuwa wanajua hana amani kwa sababu ana cheo kidogo, hivyo wanakuwa wanapambana kuumiza watu wengine, wanapambana kutii kila amri, wanapambana kufuata kila amri iliyo mbaya, wanapambana kufanya kila oda ambayo atapewa na bosu wake, alimaana mtu apandishwe cheo. Yani hata kwa kuwa na roho mbaya, hata kwa kumfanyia binadamu mwingine ubaya, hata kwa kumuumiza mwingine, yuko tayari. Yani anachojua yeye kwa sababu sina hicho cheni. Lakini kumbe huna amani ni kwa sababu una tabia mbaya. Huna amani kwa sababu ya roho yako mbaya. Roho yako mbaya ndio inayokufanya usiwe na amani, mwanadamu. Roho mbaya ndio inayokufanya usiwe na raha. Mabaya unayotenda ndio inayokuondolea amani. Tabia mbaya unazozitenda ndio zinazokunyima furaha wakati unakuwa unazifanya unajua kwamba ndio litapata furaha, lakini unashangaa ukishamaliza kufanya unaingiwa na majuto. Hata kale kachembe ka amani ambako kalikwepo, unashangaa nako kana kuputika. Unaanza kujiona thamani yako inashuka. Wewe mwenyewe unamfanyia mwingine ubaya, lakini wewe mwenyewe nafsi yako inakusuta na kukwambia wewe ni wahovyo, huna thamani. Angalia unyama uliomfanyia yule, angalia namna ulivyomtendea yule unyama. Wewe sio mtu, wewe ni shetani. Nafsi yako inaanza kukusuta mwenyewe. Ule ubaya ule ndio ambao unakufanya usiwe na amani. Hapana amani kwa wauaji. Hapana amani kwa watekaji. Hapana amani, haijalishi una pesa kiasi gani, haujalishi una mali za kununua dunia nzima, haijalishi una pesa ya kununua Tanzania nzima, haijalishi una pesa za kuweza kununua watu wote, haijalishi una pesa za kuweza kuwaonga watu wote wawe wanakusikia na kukupongeza, lakini Bibilia anasema hapana amani kwa wabaya, asema Bwana. Hapana amani kwa mwagaji damu. Hapana amani kwa mtu anayemwaga damu. Hapana amani kwa mtu ambaye anakuwa anamuumiza mwingine. Hapana amani kwa wazinzi. Fanya vyote ukijua kwamba ndio unatafuta amani. Hakuna amani huko. Hakuna amani. Huwezi kuondoa amani kwa mtu mwingine, halafu ikakubakia wewe. Haiwezekani. Ukiondoa amani ya mtu mmoja, jua hata kwako kuna kipande cha amani kinaondoka. Kadri unavyozidi kuadhuru watu wengi, unavyozidi kuadhuru watu wengi, unavyozidi kuumiza watu wengi na kuondoa amani kwenye mioyo yao, jua hata wewe hautakuja kuipata hiyo amani. Tubu na uwache matendo yako. Tubu uwache uaji wako. Tubu uwache utekaji wako. Tubu uwache hayo mauaji unaoyafanya. Tubu uwache woo. Tubu uwache hiyo domaya yako lionayo. Tubu nipo zije nyakati za kuburudishwa moyo wako, kwa kuwako kwake Kristo, katika moyo wako, nafsi hivyo, hutokuja kupata amani kamwe katika katika maisha yako.